Rais wa Yanga alinisaini hapa kwa sababu anania na klabu hii ya kutoa mataji ya kimataifa nikiwa na ninyi. Kitu ambacho sijafanya bado nisingeweza kuwa hapa kama sio kufanya hayo. Ndiyo maana aliniamini na kunirudisha hapa yeye na kamati yake ambayo inaniamini katika nyakati nzuri na nyakati mbaya. Haya ni majibu ya Aziz Ki aliyemjibu shabiki yake kwa lugha ya Kiingereza, ambaye shabiki alimuuliza, sasa naweza kulala ila usiondoke mpaka umetupa medali ya CAF Champions League. Alicomment kwenye picha ya Aziz Ki. Aziz Ki akajibu hivi. Sasa hiyo ni kumbukumbu ya mwaka 2024 katika msimu unaisha mwaka huu 2025, katika msimu mpya mwishoni pia ameweza kutengeneza tukio lingine liloashiria yeye anahitaji kuondoka kwenye klabu ya soka ya Yanga. viashiria ni kama ifuatavyo. Kwenye taarifa hii 2025 mwishoni mwa msimu kabisa, taarifa za kuondoka tena kwa Aziziki zimeweza kupamba moto. Dalili tetesi zinatuambia kwa vyanzo vitu vya ndani kabisa, mwisho enzi za mastaki jangwani umeisha. Stefan Aziziki alianza kama nahodha katika mchezo uliochezwa Jumapili mbele ya Dickson Jobu na Diara hii ni heshima ya kuagana na kutambua mchango wake ndani ya klabu hiyo aliyopewa pia. Kennedy Musonda naye ataondoka ndani ya Yanga mwishoni mwa msimu huu. Tukio la kukumbukwa kwa wawili hawa, uh, Aziz Ki na Musonda ni kuweka nyavu katika michezo kadhaa na pasi zilizowakosha mashabiki. Tukio la kukumbukwa kwa wawili hawa ni mchezo wa robo fainali ya ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kama utakumbuka, pasi ilitoka kwa Musonda ikaenda kwa Aziziki akaweka kwenye nyavu. Muamuzi alisema mpira haukuvuka mstari, wananchi wakaondoshwa kwa matuta. Zilikuwa penati za kilele cha Yanga chini ya Muargentina Miguel Gamondi. Sasa basi tetesi zetu za soka zimefichua na kusema kwamba kiungo huyo fundi wa Yanga Stephane Aziz Ki huenda akawa amecheza mechi yake ya mwisho kwenye mchezo huo wa nusu fainali ya CRDB Cup dhidi ya JKT Tanzania. Za ndani kabisa tumezinyaka zikisema, vyanzo vya karibu na klabu vinaeleza kuwa baada ya mchezo huo, Aziz Ki anatarajiwa kuenda rasmi ndani ya kikosi eh, kuondoka rasmi Yanga. Hata hivyo bado hakuna tamko rasmi kutoka katika klabu hiyo na wala Aziz Ki mwenyewe hajazungumza chochote. Je, huu ndio mwisho wa safari yake Jangwani? Aziziki, tuachie komenti yako, na sisi tutakapopata taarifa za uhakika kutoka vyanzo husika kabisa, tutakuwekea hapa baada ya joto la tetesi hili.